Mambo kumi ambayo mwanaume anatakiwa yafanye kama hajafikisha miaka 35. Kama wani mwanaume kuanzia miaka 18 uh, hadi miaka 35. Kumbuka, kama huo ndio muda kabisa mzuri sana muhimu katika maisha yako. Huo ndio muda ambao unaweza ukafanya mambo, yani unaweza ukachukua uka, uka maamuzi ambayo yatakufanya uishi maisha bora katika maisha yako yote, kwa sababu ukichukua tu maamuzi sahihi katika hiyo miaka, maisha yako kabisa yatabadilika forever. Mambo niamini. Lakini ukifanya makosa kabisa kipindi hichi ok, cha hiyo miaka, lazima utalipa miaka mingi sana. Najua wale watu ambao walifanya mistake, najua hichi kitu wanakijua. Ukikosea kabisa katika kipindi hichi kwanzia miaka kumi na nane hadi miaka thelathini na tano brother, utangaika sana katika hii dunia. Twende jambo la kwanza. Jifunze kudhibiti akili yako, jifunze kudhibiti akili yako, kwa sababu mtu ambaye aweze kudhibiti aweze kudhibiti akili yake ni vigumu sana huyo mtu okay, kudhibiti maisha yake. Kama unashindwa kudhibiti akili yako okay, vitakuwa vigumu sana kabisa wewe kudhibiti maisha yako. Kwa hiyo okay, jitahidi sana ufanye hicho kitu, jifunze kudhibiti akili yako. Ukifanya hivyo, hata maisha yako na wenyewe utayadhibiti. Jambo la pili, tengeneza nidhamu ya muda. Tengeneza nidhamu ya muda. Ukitengeneza nidhamu ya muda okay, utarahisisha mambo yako. Ukitengeneza ukitengeneza uh, uh, nidhamu ya muda utaona kila kitu ni chepesi ambacho kipo mbele yako. Mwanaume ambaye aheshimu muda wake okay? Huyo mwanaume atakuwa aheshimu pia hata maisha yake. Unapokuwa kabisa, heshimu muda wako, hata pia maisha yako na yenyewe au yaheshimu. Kwa hiyo jitahidi sana, fanya hicho kitu. Jambo la tatu, anza kuwekeza akiba, hata kama ni kidogo. Anza kuwekeza akiba, hata kama ni kiasi kidogo cha pesa. Kwa mfano, ukipata dola tano, hifadhi ile hela. Ukipata dola kumi, hifadhi. Ukipata dola ishirini, hifadhi. Kitu ambacho kinachoangaliwa hapo, kitu ambacho watu wanachokilenga hapo, sio idadi ya pesa. Hapana, ni ile tabia ya kuwekeza. sio kitu ambacho kinachoangalia hapo sio kiasi cha ja pesa. Hapana, ni tabia. Jitahidi sana okay? Uanze kuwekeza pesa zako wewe mwenyewe. Jambo la nne, jenga mwili wako mwanaume. Jitahidi sana ujenge mwili wako mwanaume. Ambaye hawezi kabisa kujenga mwili wake, mwili ni dhaifu okay, na pia utazalisha akili dhaifu. Kwa hiyo we mwanaume, jitahidi sana ufanye mazoezi, okay? Jitahidi sana ufanye mazoezi kwa sababu mwili dhaifu, okay, unazalisha akili dhaifu. Mwanaume akiwa ni dhaifu, awezi kupigana vita maisha, kwa sababu mwanaume dhaifu apigani vita maisha hata siku moja. Namba tano, somesha akili yako kila siku. Kitu hichi ni kitu cha muhimu sana katika maisha yako. Somesha akili yako, somesha akili yako. Jitahidi sana mwanaume, usomeshe akili yako. Jitahidi uanze kusoma vitabu. Kwenye vitabu kuna siri kubwa sana ya maisha. Sikiliza podcast kama hizi ambazo zote tunaziongea kila siku. Jifunze skills kwa sababu taarifa ndio pesa ya karne hii ambayo tunaishi sasa hivi. Namba sita, marafiki ambao hawakupatii faida yoyote ile. Marafiki ambao hawana mchango wote ule katika maisha yako. Kumbuka kwamba ukiona rafiki mbaya ambaye akupatia mawazo ya kutafuta pesa, hakuna plan yote ambayo anaileta kwako, mwisho siku utaumia ukiwa na kwa kwa. Okay? Ujasiku, uta ukiona, ukiona rafiki ambaye kila siku anawaza okay? tu madem kila siku anawaza tu kutembea kila okay? siku anawaza tu maswala, yani brother, utaumia. Chagua marafiki kama vile jinsi unavyochagua nguo ya kuvaa. Chagua marafiki kama vile jinsi unaweza ukachagua biashara namba saba hacha kutafuta approve ya watu hacha kutafuta approve ya watu kwa nini niseme hivi kwa sababu maisha yako sio kura za maoni maisha yako ambayo unayoishi sio kura za maoni chagua mwelekeo wako ambao utakupatia uimara bila kuyumbishwa na mtu yote ule namba nane kuwa na kazi ya pili kama ni mwanaume jitahidi sana uwe na kazi mbili. Ukiwa wewe ni mwanaume ujitahidi sana uwe na kazi mbili. Kwa nini nasema hivyo? Kumbuka kama chanzo kimoja cha mapato ni hatari sana katika maisha yako. Chanzo kimoja cha mapato ni hatari kubwa sana katika maisha yako. Kwa hiyo, ujitahidi sana uwe na kazi mbili. Chanzo kimoja cha mapato ni hatari sana katika maisha. Tengeneza kinga ya maisha, utengeneze kinga ya maisha kwa sababu chanzo kimoja cha mapato ni hatari kubwa sana katika maisha. Kwa hiyo ujitahidi sana utengeneze kinga ya maisha. Ukiwa na kazi mbili, utakuwa na utakuwa na utakuwa na ile fursa, upande mmoja ukifeli kuna upande wa pili. Namba tisa, jifunze kujizuia kwa matamanio. Jifunze kujizuia kwenye matamanio. Kama wewe ni mwanaume, hichi kitu ivita Unatakiwa ipambanie kabisa. Jifunze kujizuia kwa kutamani vitu, yaani kwa matamanio. Kwa nini niseme hivyo? Hakuna hata mwanaume mmoja aliyewahi kufanikiwa katika maisha yake kwa kufata tamaa, kwa sababu mafanikio yanahitaji nidhamu na sio msisimko. Mafanikio yako yanahitaji nidhamu, sio msisimko. Please kwa makini sana, usikue mtu ambaye una tamaa. Namba kumi, andika malengo yako Namba kumi ni kuandika malengo, yani jitahidi sana uandike malengo yako. Kumbuka kwamba mwanaume ambaye aandike malengo yake ni kama vile mwanaume ambaye anatembea gizani. Usipoandika malengo yako, unatembea gizani. Na pia andika kitu ambacho unachokitaka na kwa nini unakitaka. Andika kitu unasema mimi nataka okay, nataka kununua gari. Kwa nini nataka kununua gari? Andika malengo yako, andika kitu ambacho unachokitaka na kwa nini unakitaka. Na jinsi utakavyokipata. Kumbuka kwamba maisha yako ya ujana ndio msingi wako wa maisha ya baadaye. Maisha yako ya ujana ndiyo msingi wa maisha yako ya baadaye. Usipoteze muda, jenga nidhamu, jenga mwelekeo na pia jenga maisha. Asante namba tu, usikose kusubscribe na pia comment. Asante.